Stori yetu ambayo inaitwa Ukweli Uliozikwa. Ukweli ni uliozikwa ni stori ambayo inaelezea visa mbalimbali, matukio mbalimbali ambavyo vinatokea katika mazingira yanayotuzunguka ambao ameelezea pia uhalisia ambao upo katika maisha ya kawaida, ukweli ambao unaweza ukajificha katika baadhi ya watu, lakini ukweli huo baadhi ya watu pia wakawa wanaofahamu, lakini hawataki kuongea ukweli kwa sababu flani flani. Ukienda kuisikiliza stori basi utaelewa vitu vingi sana ambavyo vitaweza kukubadilisha na kukufurahisha na kusikitisha pia. Basi ungana nami katika sehemu ya kwanza. Basi tunaenda kwanza kama ifuatavyo. Usiku ulikuwa mzito sana. Upepo na baridi ulikuwa ukivuma kwa ukali kana kwamba ulikuwa ukifukuza roho za watu. Bashiri naye ambaye ndo kijana ambaye ni kama mhusika mkuu katika story yetu, ni kijana mwenye sura ya hofu, anaonekana kuwa na sura ya hofu sana, na macho yaliyojaa mashaka mengi alitembea kwa hatua za tahadhari sana kuelekea barabara ambayo ilikuwepo ikimpeleka moja kwa moja nyumbani kwake lakini rohoni, akuwa, yani bisa, bisa kwa utulivu rohoni hakuwa yani hakukua bisa hakuwa bisa utulivu mwani wake. Ni kwa sababu gani? Hatujui. Basi tuendelea kufanya mbele. Kila mtu alikuwa kila mtu alikuwa akipiga alisika na kwamba kuna macho alikuwa akimkodolea gizani. Aligeuka mara kwa mara, lakini hakukuwa na mtu vilio vya mbwa Vilio vya mbwa vilikuwa vikisikika na kwamba vilikuwa vikionja juu ya jambo baya, yani vilikuwa vikimunya juu ya jambo baya ambalo liko linakuja. Mara ghafla kivuli kizito kikatokeza taratibu, moyo wake Bashiru ukamruka. Kivuli kile kilipokaribia alitambua kuwa ni Afande Mshana. Afande Mshana ni askari mwenye sura ya ukatili na sauti nzito inayotia hofu sana. Afande Mshana alisimama mbele yake akamkodolea macho kisha akasema kwa sauti iliyokatisha tamaa. Bashiru, Usijaribu kunificha kitu tena. Huu ni wakati wa kusema ukweli wote. Ukijaribu kudanganya, damu itamwagika leo. Bashiru alitetemeka , miguu ikamkusha nguvu. Alijua siri kubwa aliyokuwa nayo ingeweza kumpeleka kaburini mapema kuliko alivyotarajia. Basi hii ndio mwisho wa sehemu yetu ya kwanza. Hapo kuna mambo mengi sana ambayo unaweza kujiuliza. Kuna nini hapa kinaendelea? Basi tuungane nami katika sehemu ya pili, lakini je, Bashiru au ataendelea kuficha siri? Hatari inaweza